Waheshimiwa madiwani, sisi ni viongozi lakini sisi tuna majukumu makuu nikiasamaraizi kama matatu. La kwanza ni uwakilishi ambao wananchi wamewa, wamewachagua ili muweze kuwawakilisha katika uh, katika serikali, katika halmashauri. Kwa hiyo jukumu hilo la uwakilishi ni lazima mlifanye kikamilifu, na uwakilishi ni kuleta mambo yao halmashauri, lakini kujadiliana nao jinsi gani ambavyo mtashirikiana ili kutatua kero zao, lakini kubwa kabisa ni kuwasikiliza kero zao na mzijue na muweze kuzitafutia majawabu. Katika hili ninawaomba viongozi wetu kalifanye kwa uaminifu. Uongozi ni dhamana, lakini uongozi ni uwajibikaji, sio tumechukua tu uongozi and then una mheshimiwa diwani lakini wananchi kule hawakuoni, au wanaona kuna kero yao mpaka lazima wakufuate nyumbani lahah. Tukafanyeni vikao tukatafute kero zao tuziwasilishe, lakini zingine tukae pamoja na wananchi tuweze kuzitatua. Lakini jukumu kubwa la pili ambalo naliona kwa haraka haraka ni kusimamia rasilimali, na ndio maana tukawa tunagawana hapa e, kamati na nini, ili tukasimamia rasilimali tunao wajibu wa kusimamia rasilimali fedha ambazo zinaletwa katika halmashauri yetu. Tunao wajibu wa kusimamia rasilimali watu ambao ni watumishi, pia tunao wajibu wa kuwasimamia lakini. Rasilimali, kuna rasilimali vifaa. Zahanati zimejengwa, vitu vimeletwa huko, mashine kubwa kubwa zimeletwa huko. Tunao wajibu wa kuhakikisha kwamba vifaa vile viko salama na tunavitunza na tunavisimamia ili viweze kuleta matokeo ambayo yanahitajika. Katika kusimamia ni lazima uwe na uelewa mkubwa, huwezi ukasimamia kitu ambacho ukijui. Katika kusimamia lazima muwe na mpango mkakati wa halmashauri yenu, mjue mnaisimamiaje halmashauri. Itakuwa ni jambo la fedheha kama mheshimiwa diwani hujui mpango mkakati wa halmashauri yako ule wa miaka mitano Ujue malengo ya halmashauri yako, ujue katika masuala ya watumishi, watumishi wanatakiwa wangapi. Yani, lazima kila kitu ukijue, ili mwisho wa siku ukisimamia, ujue unasimamia kitu gani, na uwe na dira unasimamia nini. Lakini katika kusimamia huko, ni lazima tusimamie kwa uadilifu, lazima tusimamie kwa kufuata taratibu, kanuni na sheria. Hatutegemei tusikie mheshimiwa diwani amemsimamisha kazi e, mkuu wa kituo au mkuu wa zahanati. Sa, lazima katika uongozi kila kitu kina mipaka. Kwa hiyo lazima tujue zile kanuni, taratibu na sheria za usimamiaji wa rasilimali, lakini jukumu e, lingine la tatu ni kuchochea maendeleo. Nimemsikia hapa dasi akisema anatamani manispaa iwe jiji, nimemsikia mheshimiwa mbunge akisema jiji sifa yake kubwa ni mapato. Mapato haya yanatoka wapi? Yanatoka kwenye maendeleo, tukachachushe maendeleo. Na kiongozi jamani, ni kuacha kumbukumbu, ni kuacha alama, kuacha legacy. Waheshimiwa Madiwani, inawauma kila mmoja akienda kwenye kata yake. Perus, kata yako uijue, ujue ni vitu gani vipo na wewe ujiwekee malengo kwamba mimi kabla si muda wangu haujaisha ni lazima niache alama fulani hapa.